Jamani, he, kwisha. Hakuna kingine, ni hivyo kwisha. Nilijua ni kiki, hakuna kiki. Jambo lipo hadharani, nimemaliza. Kwenda kwenye sekeseke la Haji na Zaiylissa. Jamani, hey, leo na mambo mengi. Mnamjua yule niliyohadisia jinsi ugomvi wa Fatuma Jux na na Miss Liz. Yule Miss Liz shoga yake na Fatuma Jux. Hey, gomvi zito. Si niwaambia gomvi zito? Sasa nimefika hatamu. Kwanza niwaekee clear. Yule Miss Liz na Jux ni mtu la kaka yake. Hawajawahi kuaga wapenzi, kumbe alikuwaga Uh, anajuksi anatembea na rafiki yake na Mislizi, sio Mislizi, yani Mislizi anamchukulia Juksi kama rafiki, kama kaka. Sema tu ugonjwa wa Fatuma, Juksi na Mislizi, uh, Fatuma alikuwa uh, anakasirika kwa sababu wale wageni wa Nigeria wale walivyotoka Nigeria, walivyokuja Tanzania walikuwa wanampenda sana Miss Liz vile alivyo mzuri beautiful mrembo, si unajua, Nigeria anapenda vitu vizuri. Kwa hiyo uh, Fatuma Roy ilikuwa inamuuma sana, ndio chanzo cha ugomvi wao, ulianzia hapo na Ligazeti nilishawapostia. Maana wengi mmeniuliza oh, sababu mbona tukuielewa ugomvi wao. Ugomvi wao ni wivu tu, wale wa Nigeria wote walikuwa wanampenda Miss Liz, by the way, vile anawapa hela eh, anaonyesha treatment nzuri, anawajali, anafanya nini. Kwa hiyo ugomvi wao ulikuwa hivyo. Kwenye habari ya leo. Kwa hiyo swala la misilizi na na Fatuma Juksi limeishia hapa. Sababu ni hiyo nimewaekea. Twende kwa kwa Haji Manara na huyo. Wewe wewe wewe wewe wewe nasikia dege dege, mama. Mambo ni mabigi, mambo ni mazito. Mambo ni mabigi. Mambo ni mazito. Kwisha. Wameachana. Alhamdulillah, wameachana ah. Mambo ni mazito jamani ah, pole Zai, Zai pole pole pole pole pia pole, pole, pole, pole Zai eh, mbona inuksi baraha tafulani alichokiandika Zai mondani cha ukweli chote cha ukweli chote. Kweli kaka, story iko hivi, huyo hmm, binti mnayemuona hapo anaizungumziwa, alichokizungumza Zai ni cha ukweli chote, sio kiki. Maana nilikuwa ninakaa kimya, najua kuizima kiki ya Simba. Sio kiki, ni kweli. Nimepigiwa simu, nilikuwa nimelala sasa hivi, jamani huyo aliyekuwa hapo alavikua hapo ni mdogo wake na Zai, yaani huyo binti ana miaka kumi na saba anamwita Zai shangazi. Mama yake anaishi London kama sio London, si USA, anaishi nje ya nchi kweli. Yeah, nakumbuka Mai alisemaga kwamba Zai aliondokaga wiki moja kwenye harusi ya Hamisa, aliondoka ni kweli. Zai aliondoka, Zai kavumilia mengi. Zai mama, mama nyanyaso mengi naambiwa. Eh? Mtu apinge hii kesi jamani, hii kesi iko clear kabisa, ipo ukweli eh, binti anamwita Zai shangazi, anamwita Zaiylissa shangazi, umeonelewa vizuri. Kwa hiyo huyu binti ni kweli alikuwa anatembea na mjomba wake <laughs> katembea na mjomba unaambiwa, ndani mtoto kaanza jeuli kaanza kupiga vikumbo Zaiylissa, kaanza kumjeulia Zaiylissa. Zaiylissa kavumilia mengi leo Zaiylissa, mia, watu wanajiuliza mbona juzi walikuwa wote, kumbe juzi alikuwa ajui Zai. Zai kaja kujua leo asubuhi, mtiti umeanza leo asubuhi. Zai mambo amemfika hapa, ndo kalimwaga shuzi. Jamani ndo hakuna wameachana kweli na Zai. Na wewe uwache tabia kuchukua ndugu zako wote, kuwapeleka kwa mumeo huyo ni mumeo, mwanaume pia anaisia ndugu yangu <laughs> weza ilisawe jamani. Haya, habari ndio hiyo, hakuna kingine kichoendelea, manyanyaso, sijui nini, sijui nini, hakuna kesi. Ilitoka ilifika kwa mkubwa mmoja meneleo uzuri, kesi imeenda kwa mkubwa mmoja, huyo mtoto mwenyewe alimpigia simu mkubwa, akaenda kumwadisia mkubwa, alimwita alimwita Kaka Haji akamwambia bwana, kuna moja mbili tatu nne tano sita saba, kuna hivi na hivi. Acha hii ishu, ishamfikia mkeo. Hukuitwa kaka? Uliitwa ukapewa onyo, lakini kesi ilikuwa ishe kifamilia, umeona? Lakini zaidi imemfika hapa zaidi, ndo kajua leo asubuhi kwamba kweli umetembea na sijui ndo niseme mjomba, sijui ndo mwanaye mwanaye, sababu zaidi shangazi mwanaye Ulikuwa natua dereva namchukua mara slipwe mara sickness mala wapi wapi naonana juu kwa juu. Yeah. <coughs> Oh! Jamani oh. Hey. Kwisha. Hakuna kingine ni hivyo. Kwisha. Nilijua ni kiki hakuna kiki, jambo lipo hadharani nimemaliza. Am Mama anasikia degedege si degedege dege. Mama anasikia kiharusi si kiharusi, Mungu anusuru nyie. Ina raha yake, yaani asikwambie mtu, umbea una raha yake, na hasa umbea ukiwa ukisikia mtoto wa kambo kanyea kanyea kisamvu, ndo hii. Mtoto wa kambo kamwaga ka, ka mboga usiku, ndo hii. Mama, mtoto wa kambo adeki <laughs> nyumba inawaka moto, inafukuta hivi Charikwisha. <laughs> Itaneni jamani, itaneni, itaneni, itaneni, itaneti, kwa sababu mnasikia raha na kialia hiki mpate chakula cha ubongo kilichosheheni kisamvu, kilichosheheni mboga, kilichosheheni mazagazaga e, e, nazi tele. <laughs> Jamani, vinaona raha wezunduku. Itaneni jamani, majirani Aka.

namuona shoga mtu yupo pisha. Habari itaneni sasa, nakuja na kuja na evidence kudadabeke. Naitwa Juma Lokole gwiji la Dar es Salaam, wewe <tipa> <tipa> utakuponza jamani, Nigeria, nitaenda kweli mimi? Naona kabisa visa yangu inachanwa <laughs> naona kabisa tiketi yangu inakanseliwa <laughs> babu, potelea mbali we, hapa nye nipo Nigeria, sina shida Nigeria, Mozambiki <laughs> Ache kuwa paraha mimi, watu wanaonizunguka kisa Nigeria. Aka, akankali mapilipili mpate vina vya tumbo.